ingine Mungu aliitumia kusudi wewe ufike duniani. Kama haiko njia miu, babako alikuwa na mama alikuwa na tate, tuwe pamoja tate yake na babako, naye alikuwa na mama na alikuwa na tate, vizazi wow, na vizazi. Alafu ukipenda kuendelea mbele, heshimu ukoo uko pamoja, uzae. Heshimu nini ukoo. uishi mambo ya kukwambia mahistoria wena wena, tateako alikuwa mchawi, alikuwa mlozi, alikuwa kaivi, alikuwa kaibi, achana na ile Achana na ile mambo ni historia. Kama alikuwa mwizi, kama alikuwa mlozi, kama alikuwa kanani, wewe ujue wakati Mungu alimtumia ili akulete duniani wewe kama mtu wa muhimu kwenye maono ya kimasiha, ile siku apakimuka mtakatifu Sijua kama nasikilika. <laughs> <laughs> Narudia hivi. Ile siku ile vie Mungu alimtumia kukuleta dunia. Wewe mtu wa muhimu kwenye maono ya kimasi. Wewe mtu wa muhimu katika taifa la Kongo. Ile ile siku, njo ule mzazi ule tate ule baba alikuwa mutakatifu. Yani hakuna mutakatifu duniani kama babu wako, hayuko ahisr walikuwa kaivi za barisa

wewe ndio uliisha kose mbele yake, unamjua. Mimi nakwambia ni muta kimeisha, hakuna kuongeza au Muumbaji ulipa pesa, yeah. Linalobaki kwako na kwangu sisi ambao tumerudia kwenye asili ni maombi ambayo tunapata kuwa tunawafanizia ili waendelee kutakasika zaidi. Tuko pamoja, unajua tuko roho ambazo hazifanye umwilisho ili zirudi dunia, zingine zinafanya umwilisho wake ndani ya ile roho kubwa ambayo tunaipa Muumbaji kusudi ziendelee kumupa nguvu zaidi pale minawachanga, lakini <laughs> tunatakiwa tujue ile maana. Tusipoijua tunaweza tukarudi nyuma tukasahau kwa kukana imani hii, ni kujikana sisi wenyewe. Konsekense ya pili ya kurudi nyuma mwalimu anasema ni ku, ni kuacha matarajio yako ya wakati huu wa sasa na wakati ujao. Ni kuacha matarajio, matarajio naweza kuita kuwa ni malengo, malengo yako ya wakati huu wa sasa na wakati uchao ukikana imani ghafla, malengo yale unayaba, muumbaji wetu akorsika. Ndio maana <laughs> waimbaji wameimba kitu moja hapo, netanipita maakili, kinafanana ya kusema kwamba maono hii ya kimasia ndilo urithi wetu sote. Sawa, maono hayo ya kimasi, kwa namna nyingine wewe mimi tunapaswa kujua tuna, tuna malengo gani ajili ya maono hayo. Tuna malengo gani ajili ya familia zetu? Tuna malengo gani ajili ya taifa letu la Kongo na a maana kesho utaitwa mtakatifu kufuatana na jinsi ulitumikia taifa lako. Uko pamoja? Najua kuniuliza anwai kuliuliza je, kila mzalendo ambaye atatoka katika mwili ataitwa Sema, inategemea namna lijitoa kwa ajili ya taifa. Maana hawa wote ambao wanaitwa watakatifu wa Roma wa Griki, si kwamba waliishi maisha ya kutofanya dhambi, sijui kama nisiki, si kwamba walifanya waliishi maisha